Kufikia sasa Wakenya 18 waliokuwa nchini Ukraini katika mstari wa mbele kuipigania Urusi wamerejea nchini Kenya, huku wakikaribishwa na familia zao kwa shangwe, kulingana na gazeti la Standard la nchini humo. Wakenya wa hivi punde ni Stanley Mungai, Brian Kimutai waliowasili nchini Kenya mnamo tarehe 2 Desemba, naye Michael Barasa akiwasili Desemba tatu mwaka huu 2025. Baadhi yao wana majeraha ambayo waliyapata walipokuwa wakipigana huko nchini Ukraini. Waliorejea nchini Kenya kutoka Ukraini, wengi wao wana umri wa miaka kati ya 20 hadi 30. Raia hawa ni miongoni mwa 84 w waliotafuta msaada wa kurejeshwa nyumbani nchini Kenya katika ubalozi wa Kenya ulioko Moscow nchini Urusi. Serikali ya Kenya kupitia wizara ya mambo ya kigeni inayoongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi imebatilisha leseni za kampuni mia sita zilizokuwa haziafiki kanuni ambazo zinadaiwa kuwa laghai wa Kenya kujiunga na vikosi vya Urusi. Mapema mwezi huu waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi alisema baadhi wa ya Wakenya wanaopigania Urusi ni wanachama wa zamani wa jeshi la Kenya. Inakadiriwa kuwa mitandao ya kuajiri bado inafanya kazi nchini Kenya na Urusi. Ubalozi wa Kenya huko Moscow umeripoti majeraha miongoni mwa raia wa Kenya na wengine ambao wamekwama nchini Urusi, alisema. Raia wa Somalia, Sierra Leone, Togo, Cuba na Sri Lanka miongoni mwa wengine kwa sasa wanazuiliwa katika kambi za wafungwa wa vita nchini Ukraini. Petro Yetchenko, msemaji wa Ukraini, aliliambia BBC. Wengi wa watu hawa wanatoka katika nchi masikini na wanaishia kupigania Urusi kwa njia tofauti. Wengine wanadanganywa, waahidiwa kazi katika viwanda, wakati wengine wanajiunga na vita kwa hiari. Ni muhimu kuelewa kwamba ni wachache sana wanaokamatwa wakiwa hai, wengi wao huuawa au kujeruhiwa vibaya, aliongeza. Mpango wa Alabuga Start AS eh, yes, uligonga vichwa vya habari duniani hivi karibuni baada ya wanamitandao wa Afrika Kusini waliokuwa wakiutangaza kushutumiwa kwa kuhusika na usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa makadirio zaidi ya wanawake elfu moja wameajiriwa kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kufanya kazi katika viwanda vya silaha vya Alabuga. Mnamo mwezi Agosti mwaka huu serikali ya Afrika Kusini ilianzisha uchunguzi na kuwaonya raia wake kuto kujiunga na mpango huo. Haya yanajiri huku Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amezitaka mamlaka za bara la Afrika